Naam, kwa hii video tutaangalia kuhusu mandhari. Na mandhari pia tunasema ni mazingira, pia huitwa mazingira. Ni sehemu, mandhari ni sehemu ambayo matukio ya hadithi ambayo matukio ya hadithi matukio ya hadithi hutokea, ama ni pale ambapo uh, mhusika ama wahusika huwa wanazungumzia ama wanafanyia kitendo fulani, mahali ambapo wanafanyia mchezo wao. Mifano ya mandhari yaweza kuwa mandhari, kwa mfano mifano ya, ya mandhari ni a, yaweza kuwa baharini, yaweza kuwa njiani, yaweza kuwa kijijini, kijijini, nyumbani nyumbani yaweza kuwa mjini, mjini, uh, kotini, uh, shuleni, hospitalini na kadhalika. Kwa hivyo mandhari ni, ni sehemu tu ya matukio ambayo wahusika kuweza kuendeleza kazi yao ya kifasihi. Kwa hivyo ningetaka tuangalie umuhimu wa mandhari. Umuhimu wa mandhari. Mona watu wafanyie uh, wafanye mchezo kwa mandhari sehemu kama vile ya uh, baharini na manjiani, kwa hivyo kila mandhari huwa na umuhimu wake. Na hivyo basi tutaweza kuangalia umuhimu wake na umuhimu ya kwanza ni kwamba mandhari huweza kujenga maudhui. Huweza kujenga maudhui. Uh, unapoisoma kazi ya fasihi unasikia kwamba wahusika fulani wamo katika nyumbani ya mtu fulani, utaweza kuangalia yale mazingira ambayo ya walio ni nyumbani, wanafanya nini pale nyumbani, wanazungumzia swali pindi la elimu na kadhalika. Pia hujenga dhamira, umuhimu wake ni kujenga dhamira, haya yote tumeyazungumzia kujenga dhamira. Ya ingine ni kama ni kujenga wahusika, kujenga wahusika unapata ya kwamba uh, unapata wahusika wengi pale, utawajenga kwa kupata sifa zao. Mm, kwa mfano uh, katika bembea ya maisha tunampata rafiki yake Sara ambaye anaitwa nani, Dina. Anamtembelea kwake nyumbani, na tunampata ya kwamba hiyo inajenga sifa za Dina kuwa na mtu uhusiano uh, mwema anapoenda kumtembelea rafiki yake alipokuwa mgonjwa. Nyingine kujenga ploti, kujenga ploti. Mwingine ni kuchimuza, kuchimuza mahali na wakati wa tukio, na wakati wa tukio. Nyingine ni Ni njia Maudhui ni njia ya kuonyesha ya kuonyesha uh, kama mahali walipo walipo wahusika kama sehemu walio waliomo na migogoro na migogoro. Kwa hivyo, uh, kwenye video zangu zinazo zitakazokuja, nitaweza kumpa baadhi ya mifano ya maswali ambayo huja na umuhimu wa mandhari. Kwa mfano, uh, unapopata swali ambalo linao na umuhimu wa mandhari, unapata ya kwamba, eh, utajenga maudhui yanayoibuka tokana na dondoo ile ama kifungu kile ambacho utakachoweza kupewa unaweza pata ya kwamba kifungu kinaweza kuwa na maudhui ya malezi, inaweza kuwa na maudhui ya mapenzi, yaweza kuwa inatoa sifa za mhusika, kujenga wahusika hapa tunatumia nini? Sifa, sifa za wahusika. Hapa kwa kujenga wahusika tunatumia sifa. Unayasema mhusika fulani ni mlevi uh, mandhari yanatuonyesha ya, ya kwamba yona ni mlevi uh. Pia tunasema kwamba, eh, kuna uvivu um, maudhui kama vile utamaduni. Kwa hivyo unapata kwamba, eh, kwa kupitia hayo maudhui yote ambayo tunaweza kuangalia, unapata kwamba utaweza kukuta unaweza kujibu swali la umuhimu wa mandhari, kwa sababu umeweza kusoma kwa kupitia mtandao wa mwalimu Victor TV. Na ukiona kazi hii imekupendeza, tafadhali share to the friends, put any questions you have there, and I will automatically respond to you and also you can keep on supporting my channel by sharing and commenting.